Ahati <muchilis> nataka niseme hivi <muchilis> ile kitu ilifanyika hapo jana <muchilis> nataka niambie Rigaze Gashagwa, Rigaze Gashagwa, Gashagwa, tunajua tricks zako na Rigaze Gashagwa anajaribu kufunika vitu ambaye zilitendeka mbele, na ndio unaona Rigaze Gashagwa anajaribu kukuja na mambo ya kufunika ya kufunika yenye ilifanyika mbele, juu anajua yeye mwenyewe alikuwa amejipiga kifua akisema mbele anaenda kuichukua sasa wakati Rigathi Gachagua amekuja hapa Kariobangi, Rigathi Gachagua mera amenunua maguns. Maana wakati wakati Rigathi Gachagua akiwa deputy president, walikuwa na gakuyo na wakanunua maguns wakikuja kuangaisha sakaja hapa Nairobi. Sasa saa hii juu Rigathi Gachagua anajua ameshaweka hapo MCA ambaye ni wa DCP, anataka atumie huyo MCA ili kuja kuanza kuangaisha wana Nairobi. Mi nataka niseme hivi, Rigathi Gashagwa wale magunu, mimi nasema Rigathi Gashagwa wale magunu alihusika nao, na mi inasema Rigathi Gashagwa, kama unaweza tumia magunu, mukuje mwanze kurusha tia gas ndani ya kanisa kwa nyumba ya Mungu, na unasema tuwe ni kiongozi, unaenda kuongoza Wakenya. Mimi nataka niseme hivi, Rigathi Gashagwa ni adui mkubwa sana hata nilikuwa nasema Wakikuyu, sasa nimekuja kuona Wakikuyu ni wangwana hey. Naona Rigathe Gashagwa ni mtu mwingine adui mkubwa sana. <laughs> na Rigathe Gashagwa <laughs> ni adui. Ni adui hata watu wa mlima wanamjua. Na Rigathe Gashagwa nia yake ni kutaka kutenganisha hii nchi, ni kutaka umwagikaji wa damu, ni kutaka watu wapigane, ni kutaka vitu wapore. Rigathe Gashagwa, acha nikwambie, <laughs> wa ulishakuwa impeach wamekuimpich mpaka tena wamekuimpichi mpaka sento stil, bado unakuja kutaka kuangaisha Wakenya. Mimi nataka nikuambie, Rigadhe Gashagwa, saa hii wewe hauwezi huzika, wee ni kama nyama ya ngurue uarabuni, hauwezi na hakuna saa hii mtu anaweza kubali Rigadhe Gashagwa. Na mimi nasema nyinyi watu wa ambayo mkona Rigadhi Gashagwa, kama ni Rigadhi Gashagwa ati mnasema ati yeye ndo atawasaidia, my dear friend mnaenda kupoteza mnaenda kupoteza urais sana 2027. Oh, saa kumi na mbili asubuhi Ruto anaenda kuwadifiti mkiweka rigathi gashagua mbele. Kama ameshindwa ameshindwa kudeliver hii kiti ya mbele, alafu mnasema huu ndo kiongozi, na alikuwa anasema ameweka 7 million kwa mfuko. Tunashindwa hii 7 million, kama ameshindwa kudeliver tu hii kiti ndogo hii 7 milioni anasema inatoka wapi? kwa hivyo, Rigathi Gashagwa ni mtapeli. <laughs> Rigathi Gashagwa ni mkora. Rigathi Gashagwa ni mtu anapoteza watu nandisanguenye <laughs> eh, ni mtu anapoteza inawaambia watu wa mlima. <laughs> <laughs> fungukieni macho musijiege kwa Rigathi Gashagwa hata heri Uhuru Kenyatta oh. Lakini kusema, Rigathi wa Gashagua atawapoteza, atawagawanya, anataka damu so, anataka watu wakufe nilu. anataka maduka ziibiwe, anataka kanisa zichomwe hey. kama kanisa Rigathi Gashagua anaweza nunua goons, watu waanze kwenda ndani ya kanisa. shemoni yu Rigathi Gashagua, shemoni yu. na bibi yako ni pasta Jorkas, kalisha Rigathi Gashagua chini kama mchanaji na umpatie hekima. Rigathi Gashagua hauna hekima umejaa uongo kwa mdomo, umejaa akili chafu, umejaa mauaji. Mi nasema rigadi gashagwa 7 2027 tunakunyorosha mapema.